Timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini imeanza kuwakilisha vyema bara la Afrika katika michuano ya Kombe la Dunia la vilabu inayoendelea nchini Marekani, baada ya kuweza kushinda katika mchezo wao wa kwanza wa hatua ya makundi kwa kuifunga goli moja kwa bila Ulsan Hyundai ya Korea Kusini. Goli la Mamelodi liliweza kufungwa na Ikram Liners katika dakika ya thelathini na sita ambapo ushindi huo pia umeweza kuwafanya Mamelodi eh, kukaa kileleni mwa kundi F kwa pointi tatu, wakifuatana na Borussia Dortmund ambao wana pointi moja baada ya kutoka suluhu ya bila kufungana na Fluminense ya nchini Brazil siku ya jana. Mamelodi Sundowns ni kati ya timu za Afrika zinazotumainiwa kufanya vizuri katika michuano hiyo e, kutoka, kutokana na kwanza e, bana inatokea katika ligi ambayo ina ushindani, lakini pia ubora wa kikosi cha kwanza katika msimu huu pamoja na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika sasa. Watu wengi sana hususan kutoka Afrika wakiendelea kuiombea e, bana Mamelodi Sundowns, wakiendelea kufanya vizuri kabisa baada ya ushindi huu mnono ambao wameweza kupata dhidi ya mpinzani wao Ulsan Hyundai kutoka Korea Kusini. Tupe mtazamo wako ni upi? Mtazamo wako kwa mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho uporei nao e bana, unaiona wapi Mamelodi Sundowns katika kombe la dunia la vilabu e bana, tupe mtazamo wako, kunyonja comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha wa kadha. chao chao.